Asubuhi ya Agosti mosi, milio ya risasi inasikika jijini Nairobi. Kikosi cha kijeshi cha Kenya Air Force kinajaribu kupindua serikali ya Daniel Arap Moi, ni jaribio la mapinduzi. Muda mchache baadaye, jaribio hili linashindwa, lakini linasababisha maisha ya maelfu ya watu kubadilika na jina la Raila Odinga kuandikwa katika vitabu vya mateso. Serikali inatafuta wahusika. Kila anayetajwa anakamatwa. Na usiku mmoja, mikono mikubwa ya dola inagonga mlango wa Raila. Anachukuliwa kimya kimya. Hakuna kesi, hakuna maelezo. Anapelekwa Nyayo House, anapelekwa katika magereza ya Nyayo House, kwenye kuta zile zenye unyevunyevu, machozi na damu vimechanganyika. Sauti za mateso zinasikika usiku mzima, lakini hakuna anayezungumza. Kwa miaka sita, Raila anakaa gerezani, anahojiwa, anateswa, ananyimwa usingizi, lakini moyoni anashikilia imani moja tu: haki haiwezi kuzimwa. Haki haiwezi kuzimwa. Mwaka 1988 na mlango wa gereza unafunguliwa. Raila anatoka akiwa dhaifu kimwili, lakini mwenye roho yenye nguvu kuliko chuma. Wengi walidhani angevunjika, lakini badala yake alitoka akiwa amezaliwa upya kama sauti ya watu kutoka kwenye giza la gereza alijitokeza kuwa taa ya demokrasia. Wakati mwingine minyororo haifungi mikono, inafungua akili. Wakati mwingine gereza si mwisho, ni mwanzo wa historia. Hivyo ndivyo Raila Odinga alivyojenga jina lake Miaka sita gerezani, si kwa silaha bali kwa imani kwamba Kenya inaweza kuwa huru.